Um, range reni flai ya kutembelea uh, hmm. eh, like, mimi kitu gani unajua, milioni mia moja pembeni unamkuta mtu ana mkewe, wewe mke wa pili, ishatokea inakuwaje? a... minaica mzee wa Mikito hii hapa ni Q&A. Nipe tano kwanza ujazo <laughs> najitambulishe mwenyewe majina yako yote na mik la <laughs> mashabiki zako nakufuatilia Okay, so, kwa majina naitwa Ahlam Hamisi Salim. Mm. Kwenye tamthilia ya Dhohari mm. <laughs> yeah. Tanga nimecheza kama Fadila. Rosa Chante Bora mmekutana wote Tanga moja, yeah. Tanga moja yeah. Na mshikaji. Mlijuana <laughs> mli kabla ya tamthilia, niambie eh, hey, mm. am yeah. kama mna mahusiano Hey, na mchizi um, hmm. Amna il penyakazimu zangu ah. Tunashutiuti pamoja mna lote tunaloendelea kweli hmm. Yeah. Oh. Watu wakiuliza hii rangi ya kwako au ya kuongezea? We sio mkorogo wa muha rangi yangu kawa yangu imi nimechanganyia na Mwarabu na Muhindi wewe ah, Mwarabu kidogo na Muhindi. Muhindi kidogo mtange kidogoni na makabila mengi. Kwa hiyo Kihindi unajua wewe. Kemcho. Kemcho. Habari. mimi najua kutafsiri. Kemcho ni habari. Sindio? Najua kuhesabu Kihindi: ek, do, tin, punch.

kawaida sana ni udedo hata kuvaa, just imagine inavyofika kwenye moyo mm. Yani umeona pale, ndo ushamaliza mm. Yani umevunja, alafu mtu anakwambia, ah, wa kawaida sana, we dada, hata hujapendeza, unafia <laughs> unasoma umbea we? Unasoma komenti za umbea unasomaja? mm -hmm. Komenti gani ambazo unaona ki kabla za kuzungumzia hivi au zinazungumzia msanii mwingine, unajisikia vizuri comments. Ni unajua hakuna kitu kizuri kama ufanye kitu chako usifiwe. Eh? Sasa mm, unakuta labda mtaani, labda kama tuseme eh? official unajua ana perform vizuri. Unakuta anasifiwa, hey, good, good, good umefanya, mm. fanya vizuri umefanya vizuri. So ni kitu kizuri, mm. so, kizuri. Mm. Anasifiwa ya ukiangalia na wewe ndio unaingia kwa unafuata nyayo za kama unafuata nyayo za unafuata nyayo za Maria unafuata nyayo za Ana zaa mm. yeah. Tabia gani ambayo inakuuzi zaidi ukikuta kwenye comment za ngapi? Ah. Ni spend yule mtu ambaye anamjaji mtu kiasi cha kwamba kama yeye ndo anamjua. Unajua eh? Mm. Mtu anakujaji, utasema yeye ndo anakujua sana. Ni spend ile tabia. Unakuta watu wanakujadili. Eh, wanakujadili. Unasema wapi watu wanakujadili? Eh, yaani utasema ulishitoka nao wote mtaa mmoja huu, ulitoka nao hospitali moja ulipozaliwa, kitu ambacho sio kizuri. Msio mnajadili hivyo. Watu walikujadili kwenye nini? Uliona? Hey, mimi nina sini yangu moja, ile ni shoot ile, tunaenda dowali, tunaenda kudanga, alafu then tunavaa buibui watu wali comment sana vibaya, like kama unakujua nakujua hivi, kama unanijua, wanahisi kama ni tabia yangu, ni ni ni nisi ni tu nimeshoot, lakini mimi sio mdanganyi. Ah, eh, watu waliona kama mimi nadanganya. Umejuaje saa hiyo mambo kama? Sasa mimi nimeshoot kwenye scene ile, scene ya udangaji, mtaona mimi nadanganya. Jamani, mimi si mdanganyi. Watu waliona kama ni ni wewe au eh, ni mimi sasa, hebu niambie ili kuchukua wakati gani mgumu kuelewa labda director akata na kuelewesha. Mimi nikwambie kitu. Mm. Mimi na akili sana mm. Yani mimi mm. niseme tu tu sikuwa napenda tu kusoma lakini na akili na mimi mm. Kwa hiyo, director, ilikuwa ngumu, ilikuwa mm. na ufahamu wa kuelewa director mara ya kwanza ilikuwa ngumu, ilikuwa narudishwa, wewe kwa nini uelewi? ilikuwa mm. mpaka na alia, unaweza kuamini ah. Nalia, mm, kwa sababu usipendi kufokea. Sasa, unakuta mtu mtu kakuelekeza mpaka akachoka sana, inabidi akufokee, basi nakita kile, nalia, afu narudi nafuta makeup, inabidi tena nipake tena makeup, uh -huh. <laughs> Ba si ikaenda ikaenda nikaa mpaka nikawa professional, kwa sababu ndio first time ndo naanza. So na hiyo alinielewa mm. kwamba huyu ndio first time ndo tunampika na mm. nimpikika. Director alikuwa anakufokea. Ya, as director. Mm. Director tu ni mpole sana Florence. Mm. Ila as director Tom Jones. Mm. Sana. Mm. <laughs> Sana. Mara kwanza unakutana naye ilikuwaje? Alafu akimchukua ni mtu poa, unajua eh? Nikachalika moja hivi. Wakati mnaongea mwanzo kabla hamjaanza kazi. Eh, nikachalifu moja, vipi bwana? Eh, kwa sababu ndo tunafika. Kwanza mimi ni mcheshi. Kwenye gari nimechoka. Ikabidi nimlalie kwanza, afu sijui kama mimi najua msaidizi tu, kumbe boss wangu. Ikabidi kwanza nilale kwenye mapaja yake, nikalala, nikaamka, tunafika tunafika kwenye sit, unakuta mtu una kama yule ndo anakuja kama namchukua tu simple but alivyofanyia wewe we.

kanikarudi tena nikaingia kushuti tena, nilivyoingia nikaaniko serious kwa sababu najua ukimchukulia mtu kuwa labda unaweza kufanya matani mengi mm, nikawa niko serious kwa, tukashuti, tukamaliza. Tumemaliza ananifata nikaa, nimemnunia. Ni ana ni ananifata, ananiambia wewe, mm, mambo Zipi? Umekula yeye kana nikaa. Sasa nganaambia sitaki kwa sababu umenifokea afu na nikaa, sasa hivi ni kama unaninafikia fulani hivi. Lakini kumbe ni kazi bwana. Kanipika na nimepikika. Sasa hivi nafanya kitu nikiingia kwenye sitaki sasa sio yeye kwa sitaki. Sasa ukiniletea hapa mtu tu shoot. Mimi nafanya poa. Ah. Si ni gani unazozipenda wewe, kwao unazozipenda mimi. Si ni zile. Kuna sini fulani hizi nilipewa za kula kula kula kula, sasa soko bwana maraga

kubebwa na hivi nami kumbeba mtoto wa kum mtu kumpeleka chooni kumwogesha kumponya ma lakini, <laughs> niko si meachwa, awantaki mm. Mi mkorofi sana ndio maana awantaki. Upende nini kwenye mahusiano? Uongo, mm, yaani uongo spendi. Mm, ndugu zangu ni kama mtu anajipanga huko kuja kukua na mimi mm, sitaki uongo. Unataka udanganywa? Je, sasa siasema wanaume wote baba mmoja mama anakuja like mmoja mambo anakuja na wewe unasikia umemwelewa, alafu end of the day unamkuta mtu ana mkewe. Wewe mimi niwe mke wa pili? Ishatokea unasikia, nifanyishe wewe? Aijatokea, nimesema juu mfano Siwezi <laughs> si <kama> mke wa pili wapili. <laughs> Labda mwache mkea aniaanioe yeah. uh -huh. Ani jamani niwe mke wake, kama akanipenda anajua anadanganya, kwa hiyo lazima anioe, atambaki tunam <laughs> <laughs> Ukidanganywa na unajua unadanganywa na umependa wewe unafanya nini? ishwai kumtokea hiyo bro. <laughs> shawai <Bishay> kumtokea hiyo nimedanganywa. <laughs> <Bishay kum tokeyo. laughs> Na najua kabisa huyu mtu ananidanganya, eti namba ya mwanamke naikuta, afu imesaidiwa jina fulani, afu najua kabisa huyu mtu ni mtu fulani, afu kamtongoza mbele yangu, afu namuuliza bro, namba ya nani? hmm. Hey. Hey. Hey. Kivumbi. Afu ananiambiaje, huyu mtu ni nani ni mfanya kazi mwenzangu mwenzangu, we kaka, nikachill kwanza, nilishia nguvu, nikamwambia sawa, still tukaendelea tulipoishia.

Efu ishirini ziko seti, ni efu ishirini tu ndugu yangu ziko set na cheni yake. Kamtaji zile, wanasema mahari bei zenu, wanasema mahari milioni mia. Mtu akitaka kuja huko unasema mahari shilingi ngapi, na ya kutembelea mimi, asisahau kitu gani? Unajua, milioni 100 pembeni. Yaani hiyo barua pia, uchumbaje na milioni 100. Na yeye anamiliki. Anamiliki, ana maisha mazuri bro. Mimi napenda maisha mazuri. Sasa milioni 100 akupa. Yeye anamiliki. Wacha ajue mwenyewe. Hata yeye anamiliki visima vya mafuta huko kwao, sitakula na na m nam Mwarabu, Muhindi, siwataki. Mwarabu kwao Dubai anamiliki.